Wow, Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji unayenitazama na kunifuatilia mahali popote ulipo, ninamtukuza Mungu kwa ajili yako, kwa jinsi ambavyo Mungu ametupa neema ya kukutana tena siku ya leo. Mimi Miridia Kagisa, mtendakazi katika shamba la Bwana, na ninatamani leo tuzungumze tena, nahitaji kuongea na marafiki zangu mabinti. Nataka nizungumze na mabinti, maswali mnayokuja nayo kwangu ndiyo yanayonipa nini niongee kwenu, kwa sababu unaweza ukaja mmoja, lakini kumbe nyuma kuna wengine wengi ambao wanapitia kwenye changamoto kama hizo. Lakini vitu vingine kwangu mimi naviona kama vinakuwa uh, sio vitu hata vya kuhitaji ushauri, ni maamuzi tu, lakini ni kwamba tu, kwamba kuna wakati mwingine maarifa yanakuwa machache. Bwana Yesu asifiwe sana binti, unayenitazama na kunifuatilia mahali popote ulipo Nitoka kuzungumza na wewe kipindi kilichopita, nikakwambia kwamba mwanaume anaoa maono hmm? Mwanaume anaoa maono, aoi mtu yani aui aoi, maumbile ya huko nje ni vivi, ya huko nje ni mengineyo, kwa sababu kama hapa hapana kitu chochote. Ukawa na shepu ndio namba nane, ukawa ni mweupe kama kioo, uko safi, lakini akili haina kitu. Yani ndani mwako hamna chochote cha kuzalisha chochote, aki Uh, uzuri au weupe hauwezi kuwekwa kwenye sufuria auliwi, wala aulei watoto wala hauwezi kuendesha familia, hmm? Kwa hiyo kinachoendesha familia na kumfanya mtu aonekane sasa, huyu ni mtu, ni kile alicho nacho. Mnakuja na kuomba ushauri kwangu, mabinti wengi mmekuja, mnaniambia niko kwenye mahusiano, lakini niko kwenye mahusiano na mme wa mtu au labda kuna mme wa mtu ananifatilia mpaka ananiambia nisipo mkubalia atanifanya moja mbili tatu. Kwa namna ambavyo mnazungumza ninyi, nataka nije kuzungumza na nyinyi jambo hili. Binti nisikilize, yani sikilize vizuri. Wewe uh, ambaye unasema kuna mme wa mtu ananifatilia, ananiambia moja mbili tatu, nataka tu nikuuliza swali dogo, huo mda uliutoa wapi? Mabinti mjitafute, mjitengeneze, mjipate, mkae hapo. Nilichokuwa nazungumza kujitafuta na kujipata, nikuwa nazungumza binti, tafuta kujijua wewe ni nani? Yani tafuta kujijua wewe ni nani? Na ukishajijua kwamba wewe ni nani au unataka kuwa nani, yani wewe binti unayenitazama sasa hivi unataka kuwa nani Ukishajua kwamba unataka kuwa nani ina maana mda wako mwingi ni kuwekeza kwenye hicho kitu unachotaka kuwa. Na anasema hakuna anayejenga nyumba bila kufanya tathmini kwamba hii nyumba itachukua mda gani na gharama zake ni ngapi. Kwa hiyo hata wewe binti, ili ukishajijua au ukishajua kwamba unataka kuwa nani, labda unataka kuwa daktari. Unasoma sahivi, unataka kuwa daktari, unajua kwamba ili niwe daktari inanigharimu miaka saba kumbe, hii miaka yangu saba sina mda wa kupoteza ni kuhakikisha nalisha yale maono yangu, ni kuhakikisha najaza kwenye maono yangu. Lakini kuna wengine tayari mmeshajipata, usibaki tu kwenye hicho kitu kimoja labda unafuma tafuta na vitu vingine, ili ujiongezee ndani yako. Kwa hiyo kama umeshajijua wewe ni nani, hauna mda wa kupoteza. Sawa, hauna mda wowote wa kupoteza. Uwezi kuniambia kwamba sijui niko na mme na wa mtu. Uwezi kuniambia kwamba mme wa mtu ananitishia, ananiambia nisipomkubalia hmm, na naniambia ni, ya, yani hatokubali kabla sijaolewa lazima nifanye ni, ni, ni naye ngono. Nataka nikwambie ukweli, wewe huna maono. Mwenye maono ana muda wa kupoteza ana muda wa kupoteza. Muda wako mwingi unahakikisha unajaza, yani mnapata muda wa kuwasikiliza hao, mnapata muda wa kuanza mpaka kujaji hayo mambo na kutafuta kuona kwamba anasema, sio hata nifanya moja mbili tatu, kwa sababu unao muda wa kumsikiliza, kama una muda wako umewekeza kuhakikisha kuboresha yale maono yako. Ninaposema maono, maono ndio dira. Yani, maono ndio dira ya maisha yako ndio mwongozo wa maisha yako kwao unajua kwamba lazima nitembee kwenye huu mstari, ili ndo niweze kufika kwenye ile nafasi ninayotaka kuwa. Ah, labda ninataka kuwa mwanamke bora sasa unataka kuwa mwanamke bora? Leo umelala na yule, leo umelala na yule, leo unalala na yule, utakuwaje mwanamke bora wakati huko kwenye kuzoazoa tu kila mmoja? Yani yani e, uh, uh, uh, aujajiongezea vari wewe, ujaji gredi kwamba mimi ni mwanamke wa aina fulani, hata vaa yangu inanitambulisha, ongea yangu inanitambulisha. Unakutana na binti, unatafuna tafuna tu njiani, unaongea ongea ovyo, unajivalia ovyo, yani tunakujaji hivyo kwamba hahuyu tu ni ni ovyo ovyo ni sawasawa. Nakwenda pale Karume, mlioko Dar es Salaam naelewa. Nikwende karume pale sokoni, hautazuiliwa kwamba ingiza mkono kwenye hizi nguo, labda niza. Hata kama mimi nisina mtoto wa kiume, kikutana na nguo za kiume, nitaingiza tu mkono kwa sababu zipo tu hapo. Ni sagura sagura, naingiza mkono, natoa, naondoka. Ah, sio tu kuingiza mkono na kuondoka. Kuna watu wengine uka ni kiatu za anaingiza za tu mguu anaacha hapo, hapo maono ana muda wa kupoteza kwenye kile kitabu cha Mithali ile 29:18 kumi na nane anasema pasipo maono watu wacha kujizuia, pasipo maono watu wacha kujizuia. Kwa hiyo kinachonizuia mimi nisifanye huo uovu au kinachonizuia mimi usinikute klabu, sasa usinikute bar, niko kwenye kujirusha, si kwa sababu siwezi kwenda, ila ni kwa sababu ya maono yangu. Maono yangu hayaniruhusu mimi kwenda huko, ili kujiweka niwe mtu fulani. Siwezi kwenda kufanya hivyo, siwezi kwenda klabu mimi, wezi kunikuta disco. Si kwamba nikienda huko nakufa, sifi, ila maono yangu mimi lazima niyatunze. O binti, ukishajijua kwamba wewe unatakiwa kuwa nani, hauna muda wa kupoteza, na lazima ufanye tathmini kwamba ili niwe yule ninayemtaka, labda mfanyabiashara bora, ni mkulima fulani, labda ni mama bora, ni daktari nini atafuta kujua ili niwe hivi, inatumia muda gani huo? Muda ukisha ujua, kwa hiyo unajua kwamba ili niwe hivi ndani ya miaka mitano, ndani ya miaka mitano, nakwambia wewe ni wakulisha maono yako. Unajaza, sisemi hautapata muda wa kupumzika au kujifurahisha, lakini hautakuwa na muda wa ovyo ovyo. Kwa mnapata muda wa ovyo ovyo wa kwenda kutembea na waume za watu, mnapata muda wa ovyo ovyo wa kwanza mpaka kumpa majadiliano. Hebu naomba nikuulize hili swali. Na wewe ndo binti unafuatwa, una, unakuja kuulizwa na mtu anakwambia, sasa mama mimi nilikuwa naomba ushauri madam aa, kuna mwanaume wa mtu na ninasali naye ananiambia mpaka nitembee naye nikitembea nisipotembea naye yani, kabla sijaolewa nisipotembea naye labda niame kanisani. Kanisa ni la huyo mtu, hilo kanisa ni la kwake Kanisa ni mali ya Mungu, sio kanisa ya mtu yeyote, sio mali ya mchungaji wala mtume wala nabii. Kanisa ni mali ya Mungu, na ndio maana yeyote anaingia humo ndani. Ulipata wapi huo mda? Ulipata mda wapi wa kuanza kumsikiliza mpaka anakwambia yote? Ina maana hata wewe mwenyewe unakuwa unapenda mimi. Mnakuja kwangu kama kunijaribu, msikie yani kama vile kugonga muli hata madamu aliniambia nimsikilize mimi yani, kwanza nata, nakuwa natamani hata ni niwe nawaona niwazibu hata na vibao ni kutie kifinyo kizuri, kwa sababu kama wewe una maono yako yani ushajua huyu ni mtu ana mme wake ana mke wake ana watoto wake, na unawafahamu, sio kwamba unasikia, unawafahamu. Yani huyu mtu hawezi kunioa huyu mtu ana maono yote na mimi yani ana ndoto yote na mimi, unampa muda wako wa nini? unakaa kumsikiliza wa nini? Huyo mtu muheshimu kama baba yako, muheshimu kama kaka yako. Una sababu ya kukaa kumsikiliza, kuanza kuanza kujaji hayo mambo? Bibilia imetuambia zinaa au ngono inakimbiwa, aisikilizwi. Dhambi nyingine yote unaweza ukaikemea, lakini atukemeagi uzinzi kwa sababu utaanguka tu. Sasa ngoja, so, tu mi niende, unaenda chumbani kwa huyo mkaka, yuko peke yake mpaka mnapika, mnafua na nguo, mnanyoosha, mnafanyaje? Na unasema nilimaliza, nikaoga nikabalisha. Ulipokuwa unaoga, unavua na nguo, huyo ni mlemavu. kwa nini mna, kwa nini mnapoteza muda? Yani, unipata wapi huo muda wa kufanya huo upumbavu? Kwa niwaambie mabinti, hakikisha unalisha maono yako, usitiwe na muda wa kupoteza. Fanya tathmini ya maono yako, yanachukua mda gani? Uo mda usiuchezee, kwa sababu hautaupata tena. Ndio maana na huwa nawaambia mabinti ambao wanasema mimi nimechelewa kuolewa, haujachelewa. Uo mda utumie vizuri, kujipakeji, kujiwekeza, uwe mtu fulani. Hebu ngoja nikusomee huu mstari, labda utanielewa ninachokizungumza kwenye kitabu cha Nehemia. Kwenye kile kitabu cha Nehemia sura ya kumi na tatu mstari wa ishirini na sita. Nehemia 13:26 anasema, je, Sulemani ni mwana wa Daudi akufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake. Tena alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya kuwa mfalme juu ya Israeli, lakini wanawake wengi, wanawake wageni walimkosesha lakini wanawake wageni wakamkosesha. Kila ambacho Mungu alimfanya nimwambie usifanye ndicho anachofanya, wanaume watakukosesha binti. Hicho ulicho nacho, hakuna mwenye nacho. Mungu amekipakeji kwako, anahitaji matokeo kwenye hicho alichokipakeji. Kwa hiyo maono ndio malengo, maono ndio malengo yako. Hayo malengo yako yanatakiwa kulishwa ili yawe bora kwa sababu Mungu alishawekeza hivyo vitu ndani yako, vinahitaji vitoke. Ili vitoke, vinahitaji viwekezwe, viwe vya maana, viwape ufaida na wengine sisi tunaokusikia au tunaokuona, lazima uvilishe. Kwa hiyo, mabinti, msipoteze malengo yenu, msipoteze muda kwenye vitu vya ovyo ovyo. Hakikisha muda wako ni wa thamani, malengo yako yalishwe na yaboreshe, jiboreshe, usikae kupoteza muda mtu kuna kuna mtu mmoja huwa anapenda kusema hii sentence, ngoja na mimi niirudie: kitu ambacho akikuingizii fedha mfukoni, wala kitu akikuingizii kitu chochote kichwani, usikipe muda. Utasema mwanaume ameniahidi kunipa muda, ana maono gani? na wewe ameniahidi kunipa fedha, ameniahidi kununulia nyumba, amenunulia, ameniahidi kununulia gari, ameniahidi kunitoa out, kunipeleka China na Dubai, sijui wapi. Sikiliza, ulicho nacho ni cha thamani kuliko hizo fedha, kuliko hizo mali, kuliko hivo vyote ambavyo wanaweza kudanganya, kwasababu hivyo vitu ni vya mda. Binti, usikubali kuuza urithi wako kwa vitu hivi vipitavyo. Sau aliuza urithi wake kwa dengu, yani kwa, kwa vibagia. Sasa takushangaa sana binti ukiuza maono yako hayo makubwa, kwasababu nacho hakuna mwingine mwenye nacho. Tumeona hapa anasema, Suleimani mwana wa Daudi akufanya dhambi wakutenda hayo, lakini katika mataifa mengine hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake. Hakuna binti kama wewe. Wewe unavyojiona unaweza ukajidharau huku nje, lakini jinsi ulivyo, kile Mungu ameweka ndani yako hakuna mwenye nacho. Kwa hiyo usijidharau, kilishe hicho kitu, usikubali kuuza uthamani wako na utu wako na maono yako na malengo yako kwa vitu vinavyoharibika. Usiuze maisha yako kwa iPhone. Usiuze maisha yako kwa simu kwa, kwa, kwa chipsi, usiuze maisha yako kwa gari, usiuze maisha yako kwa kusema si nimeaidiwa napangiwa nyumba nzuri, nimetolewa kwenye chumba kimoja, nimepangiwa kota nyumba nzuri. Sio, si ya kwako, kwa sababu huyo mtu amekupangia na mke wake na maono yake yako huko na familia yake, anakupotezea wewe muda. Usikubali kuuza muda wako huo, muda utumie vizuri kujiwekeza. Kwa wakati mwingine, msije kwangu eti mume wa mtu au sijui ananiambia atanifanya moja mbili tatu wewe ndio umeyaruhusu hayo. Kwa hiyo usiwe na muda yani wa kupoteza. Binti, hakikisha unajipakeji muda wako Mungu ambao amekupa utumie kulisha maono yako. Usibaki tu hata kwenye kakitu kamoja, hakikisha unajaza. Simu sasa hivi mnazo, usitumie tu kujisnap, kupiga mapicha ambayo hayana maana. Tumia simu yako kujifunza vitu vingi, hakikisha unajilisha yani una, una kwenye kujilisha, kwenye kujaza maarifa mengi, ndio kunoa kisu chako sasa, ndio kujiboresha. Ukitoka hapa wewe ni mwanamke wa maana sana, mwanamke shujaa, mwanamke hodari. Wanasema ah, ni binti mdogo lakini ana hekima. Ni kwa sababu ule mda wake ameutumia kujilisha na kujijenga. Kwa hiyo binti, nakuombea na Mungu wa mbinguni awasaidie kabisa, msiji, yani, msipoteze mda. Usitumie mda wako katika vitu ambavyo havina maana. Tumia mda wako katika kujijenga. Hakikisha unayalisha maono yako, lisha maono yako binti, lisha maono yako kwa sababu Hakuna mwingine kama wewe. Kile Mungu alichoweka ndani yako hakuna mwingine yeyote mwenye nacho, ni wewe peke yako, na Mungu anakusubiri ili dunia ijue kwamba kuna pakeji ambayo Mungu amewekeza ndani yako, na sisi tutafurahia, mama zako mandi zako, kuona unakuwa wa baraka kwa wengine walioko nyuma yako Inaku, narudia tena, lisha maono yako, usitumie mda wako kwenye vitu vya ovyo. Piga hesabu ya kile unachotaka kuwa, wewe ni nani, na hicho kitu unachotaka kuwa kinatumia muda gani, huo muda utumie vizuri. Wakati ambapo ujaolewa ni mda wa kujijenga na kujisuka na kujidizaini uwe mwanamke bora baadaye. Anza kuishi kama mke wa mtu wa maana, anza kuishi kama mama mwenye nyumba kabla ujaingia kwenye hiyo nyumba, kwa sababu ule utamani wako na namna unavyojiweka ndipo ndio utakaomvuta yule anayesema, natamani kuwa na mwanamke wa aina fulani. Sasa huyo mwanamke asipojitengeneza leo, hatapatikana. Nasema tumpate wapi mwanamke anatafutwa huyo mwanamke, lakini ni yule ambaye atakuwa amejipata na kujitengeneza. Mungu wa wabariki mabinti, marafiki zangu, ninawapenda, lakini natamani kuwaona mkiwa mmesimama kwenye lile kusudi la Mungu. Usijitoe, yani usikubali kuuza urethi wako. Jijenge, jiboreshe, uwe binti bora na wamaana, ili kesho tuwe na wanawake ambao wanaotangaza habari njema ambao Bibilia inawatambua kama jeshi kubwa. Nategemea kuwa na majeshi ya wanawake vijana wanaojielewa, wanaompenda Mungu, wenye nguvu, wenye mali zao, wanaomtumikia Mungu kwa nguvu zao na kwa mali zao. Angalia kwenye Bibilia, kuna wanawake akinakuza walimtumikia Mungu, waliambatana na Yesu wakajitoa kwa mali zao. Kwa hiyo nategemea, binti unayenitazama na na kunifuatilia, popote ulipo, hautabaki kama ulivyo. Tumia mda ulio nao kulisha maono yako. Wewe ni fundi, wewe ni mwalimu, wewe usiishie tu hapo kwenye yako kaka ulikojifunga kwenye kaboksi. Una muda bado, jaza, jilishe. Na shangaa mabinti mnanijia miaka ishirini na mbili ushavurugwa na mahusiano, miaka ishirini ushavurugwa na mahusiano, mbona bado kabisa bado kabisa bado nakuta, na kichwa kinakuuma. Sio wakati wa kuumiza kichwa kwenye vitu ambavyo havina maana kwa wakati huo. Tumia muda wako vizuri, kwa kwa sababu ukisha ingia kwenye ndoa kuna vitu vingine hutaweza kuvifanya. Kwa hiyo ni huu ni muda wa kujijenga msingi wako mzuri, ili utakapoanza kupandisha tofali sasa, huko wewe ni mama, utakuwa mtu wa maana sana. Mungu wa mbinguni awabariki, awatunze sana, uko na mimi ridia. Kagisa wa mbinguni awatunze, usiache kushea binti Usiache kushea, endelea kushea, watumie marafiki zako, weka kwenye status yako, weka kwenye magrupu yako, watumie, ili mabinti wengi wapate maarifa na vitu ambavyo vinaweza kuwasaidia. Malengo yako ni ya muhimu, maono yako ni ya thamani sana kuliko kitu kingine chochote. Mungu wa mbinguni akutunze na kubariki sana, amen.